Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. tulia Tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: ukata wa ufadhili ni kengele ya kuliamsha bara la Afrika kujipanga vyema, asema katibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hiyo ni jambo alalo hatutatoroka E, sio upungufu wa pesa pia, ni ile e, nchi zingine kujiangazia wenyewe, kwa sababu ile umoja wa kimataifa unazidi kuzorota kidogo. Kwa hivyo sisi wenyewe lazima sisi kama bara la Afrika, sisi kama kanda la Afrika Mashariki, lazima sisi wenyewe tujiulize ni jinsi gani tutaweza kujikimu e, na kulenga ambayo e, at, ambayo ataleta maendeleo endelevu katika jumuiya, na hayo ni katika mada kwa kina maalum hii leo. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe thelathini ya mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya kimataifa ya utafsiri, na leo ni siku ya mwisho kwa mwezi huu. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka paa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina maalum ukimulika Jumuia ya Afrika Mashariki katika UNGA themanini lakini kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Asumta Masoi. Asante Lea ikiwa ni zaidi ya miaka minane tangu zaidi ya wakimbizi laki saba na nusu Waislamu wa kabila la Warohinja wakimbia Myanmar kuelekea kambi kubwa nchini Bangladesh, mgogoro huo bado haujapatiwa suluhisho na leo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa viongozi wamekutana kusaka suluhu ya kudumu kwa Warohinja na makabila mengine madogo nchini Myanmar. Katibu Mkuu Antonio Guterres kupitia afisa mtawala mkuu wa UN Courtenay Rattray amesema It is not haitoshi tu kutathmini hali ilivyo, tunapaswa pia kuendeleza mshikamano na kubuni suluhisho Solutions. Amani nchini DRC imesalia bado ahadi, ni kauli ya Bintu Keita, mwakilishi maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, aliyoitoa kati ya kihutubia Baraza la Usalama lililokutana leo kujadili hali mashariki mwa DRC. Anasema ghasia zinaendelea kushamiri jimboni Kivu Kaskazini, hususan eneo la Rutshuru tangu waasi wa M23 watoa eneo hilo From June onwards. Kuanzia mwezi Juni na kuendelea, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani MONUSCO umepokea maombi lukuki ya watu wakitaka ulinzi kwenye maeneo yanayodhibitiwa na M23 na mashirika ya Umoja Mataifa leo yamesisitiza wito wa kupatikana kwa sitisho la mapigano huko Gaza, eneo la Palestina lilokaliwa kimabavu na Israeli, ili kupunguza machungu, wakati huo ambapo mpango wa Marekani wa vipengele ishirini unaibua matumaini ya kukomeshwa kwa mapigano. Ricardo Pires, msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, amesema ni muhimu tupate sitisho la mapigano na misaada iweze kusio tu kuingia na kuepusha balaa njaa, bali pia kuelekezwa maeneo ya kusini, lakini vilevile kuhakikisha watoto na familia zao wanapata malazi bora. Wakati huu majira ya baridi kali yanakaribia, na la sivyo italeta zahma ya afya kwa watoto wa familia zao. Mwisho uh, wa muktasari wa habari. Asante sana Asumtamaso, kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina maalum, usibanduke tafadhali. Toka New York, sauti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

lakini kama unavyofahamu Mjadala Mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA themanini, umekunja jamvi rasmi hapo jana Jumatatu. Tumepata fursa ya kuzungumza na washiriki mbalimbali, akiwemo mbali Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Veronica Nduva ambaye alizungumza na Flora Nducha kandoni mwa mjadala huo kuangazia mchango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kutekeleza ajenda ya Umoja wa Mataifa ikiwemo masuala ya amani na usalama maendeleo na ushirikiano wa kikanda. Ungana nao, kwako Flora. Nini ujumbe uliokuja nao kutoka kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye UNGA 80? Asante sana. Wajua, huu ni mwaka wa muhimu sana, manake tunajua kwanza, Umoja wa kimataifa wa Mataifa huko katika mwaka wa themanini, kumekuwa na mazungumzo mengi sana ambayo yameangazia huu mwaka, yamesema yamelenga mambo ya mabadiliko, mambo ya kuhusisha nchi zingine. Na sisi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaambatana kabisa na hayo malengo. Tumeweza kuwasikiza marais wa nchi patanishi za jumuiya ambao wamezungumza hapa, tukianzia na mwenyekiti wa jumuiya uh, ambaye ni raisi kutoka eh, nchini Kenya Excellency eh, Ruto na ameangazia masuala ambayo sisi kama jumuiya tunapendekeza, tungependa moja kuhusishwa, lakini pia ni pahali pazuri ambapo tumeweza kuwa na mikutano ya kufana mno. Tumeweza sisi kama jumuiya kuonyesha mambo bora ama mipango bora ambayo sisi tunaendeleza kule kwenye uh, jumuiya ambayo nchi kuna mipango mingi ambayo tumeweza kuwa nayo ukizingatia jumuiya, unajua vizuri kwamba mbinu yetu ya kimsingi ni soko la pamoja na umoja wa forodha, na hayo ndio masuala ya nguzo ya kwanza na ya pili. Kwa hivyo sisi tumeweza kuweza kuzungumza na wenzetu kuhusu uh, maendeleo ambayo tumeweza kuwa nayo katika mambo ya kidijitali kidijitali kwa sababu tumeweza kuanza, tumeweza kuweka msingi wa jinsi ya ambayo tutaweza kuwa na malipo ya kidijitali eh, kwa mpaka kutoka mpaka mmoja mpaka mwingine. Kwa hiyo hiyo ni mbinu moja ambayo tunaleta maendeleo kwenye uh, uchuuzi na kujiendeleza na kujikimu kwa wale wananchi wa jumuiya, na kumekuwa kweli watu wamefurahia sana ambayo tumeweza kufanya. Tukija katika swala zima la usalama. Sasa hivi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna nchi tano kati ya nane ziko kwenye migogoro. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani Kusini, tunashuhudia Somalia na Rwanda na Burundi kwenye mipaka kuna matatizo. Kama jumuiya mnafanya nini ili kuhakikisha ili eneo linakuwa salama? Na mnashirikiana vipi na mashirika mengine kama SADC au Umoja wa Mataifa? Tuseme hivi, Flora. Tukiangalia mambo ya misukosuko, haimo peke yake kwenye jumuiya, iko kabisa kwenye ju eh, dunia pote. Tunaweza tumeweza kusikia misukosuko kule Israeli. Tumeza kusikia kule Ukraine. Sasa pale pia kwenye region yetu, ukanda wetu kule wa Mashariki, pia kuna ile misukosuko, lakini hatuna hofu kwa sababu unajua Kiswahili tunasema penye wazee hapa haribiki neno, na sisi chini ya uongozi wa wenyekiti wa SADC, umeguzia SADC ambayo ni kanda la uh, Afrika Kusini na sisi katika kanda ya Afrika Mashariki kumeweza kuwa na mazungumzo ambayo yamefua dafu, na sisi tunajivunia sana tangu tuzungumze nawe

tuliweza kuona kwamba wenyekiti wa jumuiya yetu na SADC wamekutana pamoja. Kumekuwa na baraza la pamoja ambayo limekuwa na marais wote. Hii baraza imeweza kuweza kuangazia ya kiini nini haswa ndicho chanzi, uh, chanzilishi cha misukosuko tuseme kule Eastern DRC, uh, mashariki mwa Kongo, na pia kumeweza kuwa na mazungumzo ni vipi ambayo yataweza uh, kutatuliwa mwaka uliopita kufikia sasa tangu tuzungumze, tuliweza kuwateua wale tunaita facilitators ama viongozi ambao amba wataleta suluhisho ama mazungumzo ambayo yanalenga suluhu kuhusu hii misukosuko, na tunajivunia kwanza tulihusisha wanawake wawili ambao ni marais wa hapo kitambo katika hao ambao walioteuliwa. Kwa hivyo sasa hivi tukizungumza, naweza sema ulisikia mazungumzo hapa kwenye ukumbi ya kwamba kumeweza kuwa na maendeleo na kumeweza kuwa na utulivu kwa sababu pia, kuna e, kuna wale ambao walichukulia pahali pia, sisi tumefikisha sasa, tumehusisha ile baraza la Afrika African Union na pia e, pia tumeweza kuona nchi kama UAE wamehusika, tumeona hapa hata hapa Marekani wamehusika. Kwa hivyo dunia yote inaungana na sisi, na hapo bila shaka hapatakuwa na tatizo kwa mambo ambayo umesema labda ya South Sudan. Pia hiyo kanda la um, tuseme ile jumuiya ya IGAD mm -hmm. inaweza tunafanya pamoja nao, kwa sababu ndo wanaongoza katika hayo mazungumzo. Mambo ya boda ambayo mipaka baina ya Rwanda Burundi, pia kuna mazungumzo, kwa hivyo tuseme ni jambo ambalo linazidi kuendelea, jambo ambalo linazidi kuzungumziwa. Tukiangalia sasa dunia nzima, kuna hili swala la kukatwa kwa ufadhili nchi zimeathirika mashirika yameathirika, na nyie kama jumuiya ya Afrika Mashariki limewaathiri vipi na mnafanya nini basi ili kuhakikisha mnakabiliana na hali hii? Umezungumza la kina mno la maana, kwa sababu ni kweli kumekuwa na upungufu wa pe pesa ama fedha ambazo zinatolewa katika mipango ama miradi ya kimaendeleo na imebidi ime sisi wenyewe kujiangazia na kusema uh, mwanzo tuweze kupanga la muhimu, prioritizing, tuweze kupanga la muhimu ni lipi ambalo sisi tunaweza kufanya kwa fedha zilizo ambayo itakuwa na ile itazua, um, itazua tuseme ni, ni matokeo ambayo ni ya muhimu so tunasema tuchukue pesa zile ziko kidogo, tuziweke kimuhimu ili tuweze kuwa na matokeo vipaumbele, vipa ndio, ama ile kimombo tunasema prioritization. Mm-hmm. Kwa sababu eh, hiyo ni jambo alalo hatutatoroka E, sio upungufu wa pesa pia ni ile e, nchi zingine kujiangazia wenyewe kwa sababu ile umoja wa kimataifa unazidi kuzorota kidogo. Kwa hivyo sisi wenyewe lazima, sisi kama bara la Afrika, sisi kama kanda la Afrika Mashariki, lazima sisi wenyewe tujiulize ni jinsi gani tuweza kujikimu e, na kulenga ambayo e, at, ambayo ataleta maendeleo endelevu katika jumuiya. Tukija katika swala la demokrasia, Nchi tatu za Afrika Mashariki zina uchaguzi mkuu mwaka huu, Tanzania lakini Uganda lakini vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Sasa kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, mnashirikiana vipi na hizi nchi, kwa sababu bila demokrasia kunakuwa na machafuko, kuhakikisha demokrasia inadumishwa, lakini pia uchaguzi unakuwa salama na amani inashuhudiwa? Kwa kweli kwenye jumuiya tuko na mpango wa kazi tofauti tofauti. Mmoja wao ni ile sehemu ambayo inahusika na masuala ya kidemokrasia, amani na usalama. Tukipitia hiyo ofisi, tumeweza kuwateua wale ambao wataweza kuwa na mtazamo wa hizi uh, huu uchaguzi. Kwa mfano, umesema mambo ya muungano wa Tanzania, tayari mpango imeweza kuwekwa jinsi tutaweza kuhusisha, vile tunaweza kuangalia na tutajihusisha pamoja na Afrika eh, Umoja wa Afrika, African Union, muungano wa Afrika, tutaweza kujihusisha na wao pamoja na pia kanda zingine ambazo zina huo utazamu. Sisi pali, pa, kwa, kwa maoni yetu hamna swala ambalo liko na shida. Nimeweza kwenda Uganda, nimeweza kwenda katika ile uh, uh, uchaguzi wa kwanza ule wa kimsingi, yani primaries, tumeona vile wanaendeleza, watakuwa wako sawa, tunajua kwa hivyo tunajua, sisi huwa tunaungana huwa tunazungumza, huwa tunahusisha, huwa tunaangalia, tuna tunahamasisha ya kwamba ni lazima tukinge demokrasia yetu kuto, kutokana na upotovu wowote. Kwa hivyo nina amani ya kwamba yote atakuwa sawa. Na mwisho kabisa, unaondoka na nini kwenye huu um, mkutano wa UNGA 80 ambacho utakipeleka kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki? E, kwa mimi mwaka huu nimeweza ku, ku, ile nimeweza kufurahia sana ni um, kusisitiza ambapo kuko katika kuweka miundo e, msingi mbinu ambazo zinazingatia ki, e, digital, kidijitali. Hiyo ndio leo. Hayo ndio masuala yapo leo. Kwa hivyo kwangu mimi nimeweza kufaidika sana kuangalia msisitizo ambapo huko pesa ambazo zinatengwa na kuwekwa muhimu la hili swala la kujikimu katika masuala ya kidijitali. Asante sana na kushukuru na kutakia kila la heri. Asante Flora, ni furaha kwangu kuwa hapa kwenye idhaa ya Kiswahili ya UNGA. Nashukuru sana. Asante, asante sana. Naam, ni Veronica Nduva na Flora Nducha hao katika mahojiano hayo. Basi nami nakunja jamvi hadi hapo Jumanne wiki ijayo, kwa jarida lingine la video, lakini kwa upande wa redio ni kila siku, hivyo kesho utapata kusikia habari za Umoja wa Mataifa, lakini uh, vile vile unaweza ukatupata katika mtandao wa X jina ni Habari za UN, lakini vile vile YouTube, rambaza Habari za UN. Pia tuna app. Kwa hiyo unaweza wakapakua uko Play Store na App Store. Hap yetu inaitwa habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi ninakutakia amani na kwa heri kutoka new York, Marekani.